Amina alikuja jijini kama mfanyakazi wa ndani akiwa na ndoto ndogo tu ya kusaidia familia yake. Alikuwa msichana mpole, mnyenyekevu, asiyejua kwamba nyumba aliyokanyaga ingegeuka kuwa sehemu ya maumivu makubwa. Kila baba wa nyumba alipokuwa akiondoka kazini au safarini, mateso yalianza kimya kimya bila mtu wa kumlinda. Lakini ndani ya machozi kulikuwa na subira na ndani ya subira kulikuwa na ushindi ambao hakuna aliyedhani. Hii ni simulizi ya maisha ya mateso, ukweli uliofichwa kwa muda mrefu na house girl aliyebadilisha hatima yake. Amina alianza kazi yake kwa moyo wa matumaini, lakini mambo hayakuwa kama alivyotarajia. Kila siku alianza kuamka mapema, kufanya kazi nzito bila kupumzika, bila malalamiko. Lakini kila baba wa nyumba alipokuwa akiondoka kazini, hali ilibadilika ghafla. Mama wa nyumba alianza kumtukana, kumlaumu kwa makosa ambayo hakuyafanya, na wakati mwingine kumnyima hata chakula. Watoto wa nyumba, kwa kuiga tabia za mama yao, walimdhihaki Amina wakimwita majina mabaya bila kujua maumivu aliyokuwa akiyavumilia. Amina alivumilia yote kimya kimya kwa sababu hakuwa na pakwenda na alikuwa na watu waliomtegemea kijijini. Kila usiku alilala akiwa na machozi, lakini kila asubuhi aliamka tena na nguvu mpya akimwomba Mungu ampe siku bora zaidi. Kadri siku zilivyopita, Bwana Danieli alianza kugundua mambo yasiyo ya kawaida nyumbani kwake. Marafiki zake wa karibu walimpa taarifa zisizoeleweka kwamba kulikuwa na wageni wasiokuwa wa kawaida waliokuwa wakifika nyumbani kwake akiwa safarini. Awali hakutaka kuamini kwa sababu alimheshimu mke wake na aliamini ndoa yao, lakini taarifa zilipozidi kuja Aliamua kufuatilia kimya kimya, bila ugomvi, bila makelele. Kwa siri kabisa, Bwana Daniel aliweka kamera za ulinzi ndani ya nyumba, akitaka kujua ukweli, si kwa chuki, bali kwa ajili ya amani ya familia yake. Kila alipokuwa safarini, moyo wake ulikuwa mzito, akijiuliza ni nini hasa kinachoendelea nyumbani kwake bila yeye kuwepo. Baada ya siku chache Bwana Danieli aliporudi kutoka safarini, aliamua kuangalia rekodi za kamera alizoweka kwa siri. Kilichofuata kilimvunja moyo wake vipande vipande. Aliona mambo ambayo hakuwahi kuyatarajia kutoka kwa mwanamke aliyempa jina la mke. Aliona jinsi nyumba yake ilivyogeuzwa kuwa sehemu ya aibu, na jinsi watoto wake walivyoshuhudia mambo yasiyofaa kwa umri wao. Mara ya kwanza alifikiri labda ni bahati mbaya. Lakini aliporudia kuangalia rekodi alikuta tukio hilo likijirudia zaidi ya mara tatu. Hapo ndipo aligundua kwamba yale aliyokuwa akiyapata kama taarifa yalikuwa ni kweli tupu. Hakupiga kelele, hakugombana. Alikaa kimya, akijua kwamba ukweli hauhitaji makelele ili ushinde. Baada ya kuona ukweli wote, bwana Daniel hakukimbilia kutoa uamuzi. Alikaa chini, akawaza mustakabali wa watoto wake na amani ya familia yake. Siku chache baadaye, alimkabili mke wake kwa utulivu, bila hasira, bila kelele. Alipomwonyesha ukweli aliouona, Bi Hasi Rehema hakupata la kusema. Hakukuwa na maelezo, hakukuwa na kujitetea. Ilikuwa wazi kwamba uaminifu ulikuwa umevunjika. Kwa maumivu makubwa, lakini kwa heshima ya watoto Bwana Daniel alichagua kuachana na ndoa hiyo. Bila asi, Rehema aliondoka nyumbani, akiacha nyuma familia aliyokuwa ameivunja mwenyewe. Baada ya mama yao kuondoka nyumbani, hali ndani ya nyumba ilibadilika taratibu. Watoto walianza kuona ukimya, lakini pia waliona amani ambayo hawakuwa wameizoea. Ndipo walipoanza kukumbuka ni nani aliyekuwa karibu nao nyakati zote ngumu. Ilikuwa ni Amina. Yeye ndiye aliyewasikiliza, aliyewafariji na aliyewatunza bila masharti, hata wakati walipokuwa wakimkosea. Siku moja Zawadi alimkumbatia Amina na kusema kwa sauti ya chini, samahani kwa yote tuliyokufanyia. Kevin naye akasema, tafadhali usituache. Machozi yalimtoka Amina, kwa mara ya kwanza alihisi kwamba alikuwa sehemu ya familia na si mfanyakazi tu wa ndani. Muda ulipita Nyumba ikaanza kupata utulivu ambao kwa muda mrefu haukuwapo. Bwana Danieli alimwangalia amina kwa macho mapya, si kama mfanyakazi wa ndani, bali kama mwanamke mwenye moyo wa uvumilivu. Hakukuwa na maneno mengi, hakukuwa na ahadi. Kulikuwa na heshima na mazungumzo ya taratibu yaliyokuwa yakijengwa juu ya majeraha ya zamani. Amina naye hakuwahi kujiona zaidi ya alivyokuwa. Alifanya kila kitu kwa unyenyekevu bila matarajio bila tamaa . Ndipo polepole urafiki ulipoanza kubadilika na hisia za kweli zikaanza kujitokeza, si kwa haraka, bali kwa uhakika. Baada ya muda wa kutosha kupita na majeraha ya zamani kuanza kupona, Bwana Daniel alichukua uamuzi wa heshima. Hakufanya kwa pupa wala kwa shinikizo, aliwaomba wazee ushauri, akazungumza na watoto wake na kuuliza mioyo yao. Watoto walikuwa na jibu moja. "Amina ametupa amani, ni walisema. Ndipo kwa taratibu, Amina akaombwa rasmi, si kama house girl, bali kama mwanamke anayestahili heshima. Ndoa ikafungwa kwa unyenyekevu, bila makelele, lakini kwa baraka na amani. Nyumba ile ile iliyowahi kushuhudia machozi, sasa ikaanza kushuhudia tabasamu. Miaka michache baadaye, habari zilimfikia bwana Daniel. Basii, Rehema aliyewahi kuwa mama wa nyumba ile aliishi maisha ya upweke, bila familia, bila amani. Alipoondoka katika maisha haya, hakukuwa na kelele wala sherehe. Ilikuwa ni ukimya kama onyo kwa wale wanaodharau uaminifu na heshima. Kwa upande mwingine, Amina aliyewahi kudharauliwa, sasa alikuwa mama wa nyumba kwa heshima, akilea watoto kwa upendo na kuishi maisha ya amani. Simulizi hii inatufundisha jambo moja kuu: Wema haupotei, uvumilivu una malipo na ukweli hata uchelewe kiasi gani mwisho wake hujitokeza.